Tenda wema uende zako, singoje malipo. Nipo naye sambe jambe, nikilambaza maneno kutoka katika ndimi yangu na utengo wa Mungu wangu, nikitazama kwenye chemichemi ya imani na huruma, nikikusanya hekima za kale na sauti za leo. Maana imani isiyo na huruma ni sawa na taa isiyo na mwanga, inaonekana lakini haitoi mwangaza. Hapo ndipo tunapojifunza kuwa huruma ni sauti ya moyo na imani ni njia tunayopitia kuelekea kwenye mshikamano wa kweli. Huruma ni daraja linalounganisha mioyo, huku imani ikiwa ni nguzo inayotufanya kusimama imara. Wahenga walisema japo mwili ni nyama, moyo ni huruma, na kweli moyo unaojazwa na huruma huimarishwa na imani thabiti. Bila huruma, imani huisha kuwa maneno matupu, lakini pale huruma inapochanganyika inapochanganyika na imani, tunapata nguvu ya kuishi kwa upendo, haki na mshikamano. Tunasonga mbele tukiwa na kauli mbiu kuwa imani ni mwanga wa roho, huruma ni joto lake, tukijenga jamii iliyojaa wema, huku tukikumbuka kuwa kila tendo la huruma ni sadaka mbele ya imani. Hivyo basi, nipo katika mbio za maisha nikikumbatia huruma kama mwangaza wa safari yangu na imani kama dira isiyopotea njia. Tukiwa na misingi hii miwili, tunaweza kuishi kwa amani, tukikumbuka kama wasemavyo wazee wetu, ukiona mwenzako anaugua, mguse kwa huruma, hata kama huwezi kumponya. Huruma inatufanya kuhusika moja kwa moja na mateso ya wengine, wakati imani na inatupa matumaini kuwa hata giza likizidi, nuru ipo mbele yetu. Ninaendelea kulambaza maneno kutoka kwenye kisima cha fikra, nikiona kuwa mwanadamu bila huruma ni sawa na mti usio na kivuli, na kama imani bila matendo imekufa, basi huruma ndiyo uhai wa imani hiyo. Tunaweza kuzungumza kuhusu dini, tunaweza kujadili mafanikio, lakini bila huruma tunabaki na vinyago visivyo na uhai. Kwa hiyo safari ya imani yangu si kamilifu bila huruma, na nikiwa sambe jambe kwenye mstari huu, naendelea kuamini kuwa pamoja na, na changamoto zote jamii yenye imani na huruma haiwezi kuvunjika. Palipo na huruma pana matumaini, na palipo na imani pana mshikamano. Safari ya maisha ni changamano, lakini imani na huruma ni nyenzo zinazokufanya tuwe imara. Imani hutuinua tunapoanguka, na huruma hutufanya tuwasaidie wengine kuinuka pamoja nasi. Wahenga walituasa, tenda wema, nenda zako usingoje malipo wakituonyesha kuwa huruma ni zawadi tunayotoa bila kujali malipo. Katika dunia yenye changamoto nyingi, ni imani na huruma zinazoweza kujenga jamii inayojali, kuaminiana na kuishi kwa mshikamano wa kweli. Sambamba na hilo, tunaendelea kulima misingi ya huruma na kuimarisha imani, tukikumbuka kuwa kila tendo la huruma linapoivikwa nguo ya imani linakuwa mwanga unaowasha matumaini kwa vizazi vijavyo, maana imani ni ngao ya roho na huruma ni faraja ya moyo. Hivyo basi tuyakumbatie haya mawili ili nasi tuwe daraja linalounganisha mioyo na nuru ya jamii yenye haki na upendo. Na huu ndio mwisho wa hii makala, msomaji wako ni Adeline Imani na mwandaji wako Mifalu.